hii ambako nasikiliza ni Amka na Baraka1 TV ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa kumi 2025 majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za afrika ya kati ikiwa saa moja majira afrika mashariki na mimi ni Rejabu Kili Kabonga ili ilikuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku tafadhali like pia subscribe Baraka 1 TV tuko pia Facebook pamoja na TikTok like na follow page zetu na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Masisi, ndege na drones za FRDC zaendelea kizaendeleza kichapo kwa magaidi wa M23. Kamituga, Burundi yaongeza idadi kubwa ya askari kuendelea kupambana magaidi wa M23 walikali wazalendo wa mat, wakamata mateka baada ya vita kali kuwakunguta magaidi wa M23. Kumbuka, operation kumbuka operesheni Saidia mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV kukutanana na baadhi ya matukio mengine ambayo yako nazidi kurindi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko Masisi ambako ndege na drones za FRDC zaendeleza kichapo kwa magaidi wa M23. Ripoti kutoka katika haya maeneo ni kwamba drones za FRDC ziliweza kushambulia kwa mara nyingine tena ngome za magaidi wa M23, huku zikifanya maafa makubwa. Wakaaji wa maeneo ya Kalembe wamesema kwamba wamekuwa wakiona magari za kubeba wagonjwa ambulance, huku zikifanya hatua ya kutoka Mweso kwenda Kalembe kupeleka maiti pamoja na majeraha baada ya mashambulizi hayo. Bado hatujawa na idadi kamili, lakini tunaona magari ya ambulance yakipita kutoka Mweso kwenda Kalembe huku damu zikiwa zinaonekana zikiwa nyingi. Inaonekana wanakwenda kuchukua maiti pamoja na wagonjwa kutoka, na majeraha kutokana na kichapo ambacho drones za FRDC zilifanya kwa magaidi wa M23. Mkaji wa maeneo hayo akitoa ripoti hiyo kwa Baraka 1 TV. Kipigo hicho kilikuja kwenye operesheni za kijeshi ambazo ziko zinazidi kufanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuweza kuzungumza na kusaini mikataba ya kufanya ceasefire, lakini bado inaonekana upande mmoja, FRDC pamoja na Wazalendo wanaendeleza kichapo kwa magaidi wa M23. Baada ya kichapo hicho huko maeneo ya Masisi katika kitongoji cha Kalembe e, jimboni Kivu ya Kaskazini, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC yalifanya mashambulizi mengine maeneo ya Kashebere e, na kuchoma magari ya magaidi wa M23 huko, huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Magaidi maeneo ya Ihula ambayo inapatikana ndani ya groupmenti ya Kisimba tarafani Walikali jimboni Kivu ya Kaskazini, pia waliweza kushushiwa moto wa mabomu kutoka kwa FRDC na hivyo kudaiwa idadi kubwa ya magaidi kuweza kusambaratishwa. Tofauti na Ihula Kalonge, pia na yenyewe iliweza kukumbana na moto kutoka kwa FRDC kitendo hichi kinawatia joto magaidi wa M23 huku wakituma malalamiko kwa jamii ya kimataifa kwamba licha ya makubaliano ya sesele fe, lakini bado wanaendelea kushambuliwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazawaza waza. Hii ambao unasikiliza ni Baraka One TV, na baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako Kalembe, Mweso, Kalonge, Ihula vimekuwa vikishuhudia moto kutoka kwa FRDC baada ya drones na ndege kushambulia ngome za magaidi wa M23. Tuingia huko huko jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya Kamituga ambako Burundi yaongeza idadi kubwa ya askari kuendeleza kupambana na magaidi wa M23 licha ya mazungumzo. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakiwa na wasiwasi baada ya matangazo mbalimbali yanayoashiria uwepo wa delegesheni magaidi wa M23 kuzungumza na nchi ya Burundi kwa lengo la kuweza kutafuta makubaliano, lakini serikali ya Burundi imeweza kutupilia mbali mpango huo wa M23, huku ikituma idadi kubwa ya wanajeshi jimboni Kivu ya Kusini ndani ya vitongoji vya Kamituga, Uvira, Kalehe pamoja na Fizi kwa lengo la kuimarisha ulinzi zaidi maeneo ya Kamituga kumeonekana maelfu ya wanajeshi wa Burundi wakiingia huku wakishangiliwa na wananchi, kama unavyoshuhudia. basoda kirundi bale biko ba mingi sawa uchafu manenge ya Kamituga biko viko trop usikieto

to usiki etu ma, ma nasikiliza na ni Baraka One TV asimu Baguma Samuel kutoka Chek Republic Ramaki Afrika Kusini Muhammed Papi Rajabu kusini Kitula Simon wazee wa Kakuma Elisha Nairobi Emmanuel Mangombe Asani Ramadan Asokolo Ayeba King Sele, the only one king from USA, Ishi de Kizenga Tembele Kizabe, Ayiba, Dedeone, Butu, Tuma, Kashosi, kutoka Australia, Kiza Salum, Mashaka baamae mzee wa da Asha, wakiwa anasikiliza Baraka One TV, and Kisi, Kandake, na pia wano, wano, unasikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka, kutoka Canada, kutoka USA, utoka so, pamoja na East Africa, na waliwote ambao mane Afrika ya kusini wakiwa pamoja na Baraka One TV na baada ya taarifa hizo tuingie huko huko jimboni Kivu ya kaskazini ndani ya tarafa ya Walikali ambako wazalendo wakamata mateka baada ya vita dhidi ya magaidi wa M23. Baada ya mapigano ya takriban muda mrefu, Jenerali Gidon ameweza kukutana na viongozi wa kihasili wakija kumtembelea na kumletea chakula pamoja na mahitaji muhimu kwa ajili ya wababu ili aweze kuongeza nguvu na morali kwa wanajeshi, kwa sababu ya kupigana magaidi wa M23. Katika hafa hiyo hiyo, General Gido ameweza kuwatambulisha waliokuwa wanajeshi wa FARDC na wazalendo waliokamatwa na magaidi wa M23 kwa kinguvu, hivyo wameweza kujirejesha tena katika kundi baada ya kukimbia kule upande wa magaidi wa M23, huku wakitoa dukuduku walizokuwa nazo baada ya kutumikia magaidi wa M23. Mengi zaidi, huyu hapa General Gido.

Bafuna. wa Bafuna tuko pia na mwami wa, wa Bakusu chef de localité naye tuko naye pia eh, na presida wa komite wa komunauté, plutôt presida wa komunauté ya Banyanga naye tuko naye. Nikiwaza tuko na batu mingi, mingi katikati yetu, isaine grande delegation enyeiko katikati yetu, heureusement wamikwia kwenda kutuona na tulikuwa ku, tulikuwa tunapigana e, kuko wengine bali toka deja ku mikono ya adui, bana kimbia wakati tuko tunapigana, bana kutana kama hawataweza kupigana ku, kupigana ku ku na jeshi ya taifa, hawataweza kupigana na VDP, au moment où wao peke ni wa kongole, bali sitoka kwa juhudi na ushujaa ya kupigania nchi yao, na bali kama chiwaka na kinguvu, na ndio kwa maana saa hii bameona ke par rapport waendelee kuendelesha ku vita omwe baendelee kujiunga ku mikono ya gouvernement na sasa wamekuwa ku mikono ya VDP saa vile mie komanda de VDP wanakia kumukono yangu ne. Nimefurahi sana kwa hii okasyon ya ba kukia kumkono yangu. La meme okasyon, la meme okasyon ya ba chef kutimie na ba mekuya kwenda kuni, kunisalimia na kuture konforte kukuvita, kutusaidia na kutuletea chakula, juu ya ni tuende mbele na tupigani. Jo nakutana kutana, eh, ajida di premier class amekuya pamoya na ndugu hapa naye amekuya. Boti ba amekuya kusema

ya muhimu sana ni kufika kwenda kujiremetre kusudi baone namna gani waendele kugombanisha adui ambaye anatoka nje ya nchi na anakua kutupiganisha hii aggression inatoka nje ya nchi, inatoka Rwanda na kadhalika kwenda kutupiganisha. E, iko kitu kia mzaa nikiwaza wawiko na hadithi ya mingi sana ile inahusika na service ya renseignement me amejitoa sana labda utaji, utaji, utaji presenter

naye ninonso na alikuwa iko natumika uh, alikuwa mzalendo wakati ametoka kule kamatiwa. Wakati amekamatiwa, amekimbia tena amekimbilia kuwa zalendo wenzake, na ndio kwa maana mnamuona hapa, ni kusema ke les Congolais sont fiers ya nation Congolaise, iko fier ya, ya planete terre yenye balitupatia kai hii hii nani, inchi yetu ya republique democratie du Congo, inchi ya mababu na inchi ya mababu. Mimi marabakia saa hii ni kama sultani yetu amekwenda kutuona petetre ningepima kuprezante nao sasa vile naitra uprezente nao, na kwa kuongeza kidogo, labda mwami Janvier Kabutwa angekuwa na neno ya kusema ukazi ya kabambenyeko natumika na kwenda kureconforte babiana baviana kutureose moral siwe babiana ndani ya teritoria wa Walikale, na nashukuru sana kwa kupewa neno na General eh, Musa Shimirai Gido, komanda wa VDP. Eh, vile vile tunashukuru zaidi sana kwa faso ambayo anakuwa iko natumika kukinga udongo wetu ambao iliachiwa na wababu, na hii sinye ambayo amefanya komanda wa VDP kukamata wakaptire na anaturemetre kumikono yetu si inatupatia, inatupatia furaha zaidi sana kwani walikuwa wanawazia ya kwamba watu ya VDP wanaweza kuwa wamekamata mtu na wanamu malizia pale pale, lakini kutokana na gisi wanajua ya kwamba kila mtu amekamatiwa, kungambo ya waadui wamekamatiwa kwa kinguvu, na wakati wa wanajipatia hiyo jukumu ya kujirudisha kwenye majeshi yetu inapatikana, na kwenye waviana yetu wa wazalendo wanapatikana, wanajirudisha na wanaturemete nao kungambo yetu. Sisi tunashukuru sana vile wasultani ya na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanani majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga The One in in Town DJP, baba la baba, mzee wanguasuma, chao e, chao kwa kukutanana wakati mwingine tena.